E, Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku hii mpya na kwa fursa ya kujifunza eneo lako. Tunakuomba utupe akili ya kuelewa na mioyo inayoti. Roho Mtakatifu atuongoze, atufundishe kutambua kazi yako katika maisha yetu na kutegemea nguvu zako kila siku. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amina. Somo la leo linatufundisha kwamba mafanikio ya kweli yanatokana na utii kwa neno la Mungu. Hitimisho la kitabu cha Yoshua linaonyesha wazi kwamba Mungu alitimiza ahadi zake zote kwa Israeli, na tunasoma kitabu cha Yoshua sura ya 21 mstari wa 43 hadi 45. Hakuna neno hata moja lililoanguka. Hata hivyo, mafanikio haya hayakupaswa kuchukuliwa kuwa ya kawaida, kama matokeo ya uaminifu kwa mungu na utii wa watu wake ugawaji wa ardhi ulikuwa ishara ya uaminifu wa mungu Nehemia 9:8 lakini pia ulikuwa mwanzo jaribi wa jaribio jipya Swali kubwa lilikuwa je israeli wangeweza kutunza kile walichopewa baraka za mungu daima huja pamoja na wajibu wa kuendelea kumtii. katika Yoshua sura ya 23 mstari wa kwanza hadi ule mstari wa tano Yoshua akiwa mzee na karibu na mwisho wa maisha yake, aliwaita viongozi wa Israeli na kuwapa ujumbe wa mwisho. Aliwakumbusha kwamba ushindi wao haukutokana na nguvu zao, bali kwa sababu Bwana aliwapigania. Ingawa walishiriki katika vita, ushindi ulitokana na uingiliaji wa Mungu. Hili ni somo muhimu sana juhudi za kibinadamu bila msaada wa Mungu haziwezi kuleta ushindi wa kweli. Mungu alikuwa amewapa Israeli pumziko kutoka kwa adui zao, lakini bado kulikuwa na mataifa yaliyosalia. Hii inaonyesha kwamba ushindi haukuwa kitu cha kudumu bila masharti. Ili kuendelea kushinda, walipaswa kuendelea kumtegemea Mungu kwa uaminifu. Ni kama shamba lililosafishwa, kama halitalimwa na kutunzwa, magugu hurudi tena. Hali hii ina mfanano mkubwa na maisha ya mkristo leo. Bibilia inasema adui mmoja anaweza kufukuzwa na mtu mmoja kwa sababu Bwana anapigania watu wake, Yoshua 23:10. Katika Agano Jipya tunaambiwa kwamba Yesu alimshinda Shetani kupitia msalaba Wakolosai 2:15 hata hivyo Wakristo bado wanaitwa kushiriki katika vita vya kiroho kwa kutumia silaha za rohoni, Wakorintho wa pili kumi, tatu, hadi tano. Ndiyo maana Paulo anatusihi tuvae silaha zote za Mungu kwa Efeso sura ya sita, mstari wa kumi na moja, hadi kumi na nane. Ushindi wa kiroho dhidi ya dhambi haupatikani kwa nguvu zetu binafsi, umepatikana tayari kupitia kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Lakini ili kuishi ushindi huo kila siku, tunapaswa kutegemea msaada wa Roho Mtakatifu. Mfano mzuri ni kama mtu anayepewa dawa ya kupona. Dawa ipo na inafanya kazi, lakini lazima atumie ili apone. Swali la mwisho la somo inauliza, kwa nini bado ni rahisi sana kutenda dhambi hata kama tuna ahadi nyingi? Jibu ni kwamba tunaishi katika mwili dhaifu na katika dunia iliyojaa majaribu bila kumtegemea Mungu kila siku tunaweza kuanguka kirahisi. Ndiyo maana maombi, neno la Mungu na maisha ya utii ni muhimu sana. Somo la leo linatukumbusha kwamba ushindi wa kweli ni wa Mungu, lakini anatutaka tushirikiane naye kwa uaminifu. Tunapomtegemea Mungu, tunaweza kuishi maisha ya ushindi hata katikati ya changamoto. Tuombe. Ee Baba wa mbinguni, Tunakushukuru kwa somo hili. Tusaidie tusichukulie baraka zako kuwa za kawaida. Tufundishe kuendelea kukutegemea kila siku, tukijua kwamba ushindi wetu unatoka kwako. Tujalie nguvu ya Roho Mtakatifu ili tuweze kushinda dhambi na kuishi maisha yanayokupendeza. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina.